Leo tumekutana hapa Johari Rotana Hoteli katika Tanzania and Mozambiki Round Table Business Forum. E, imewakutanisha wafanyabiashara kutoka Mozambiki na wafanyabiashara kutoka Tanzania. Chemba ya wafanyabiashara wenye viwanda pamoja na kilimo Tanzania, TCCIA, tumeshirikishwa kikamilifu na wenzetu wa TIC na tumewaita wafanyabiashara wetu waje kukutana na wafanyabiashara wa wenzao kutoka nchini Mozambiki ili waweze kufanya B2B, lakini waweze kufanya networking na vilevile vile waweze kufanya mashirikiano katika sekta mbalimbali. Sisi kama sekta binafsi tumefanya kazi hiyo na tumewakutanisha wafanyabiashara wetu katika maeneo ya kilimo, viwanda, utalii pamoja na hata madawa. Wenzetu wa Mozambiki wamekuja kuja kutuelezea biashara na nafasi na opportunities ambazo zinapatikana nchini Mozambiki, lakini pia sisi kama chemba wafanyabiashara wenye viwanda pamoja na kilimo Tanzania tumewakutanisha wafanyabiashara wetu ili waweze kushirikiana na kupata fursa mbalimbali za kibiashara zilizopo nchini Mozambiki. Sasa, kwa niaba ya chemba wafanyabiashara wenye viwanda pamoja na kilimo Tanzania, TCCIA, Naomba nitoe wito kwa wafanyabiashara wote nchini Tanzania kuendelea kuiamini na kufanya kazi na chemba yao ya biashara, na wale ambao sio wanachama waweze kujiunga na wanachama wa Chamber of Commerce kwa sababu ukijiunga katika uh, chemba hii unapata fursa kama hizi, wenzetu wa Mozambiki wamekuja na sisi tumewakutanisha na wafanyabiashara wetu, wanachama wetu wa TCCIA. Na nitoe wito kwa wanachama wengine wote waendelee kuitumia na kuchangamkia fursa ambazo zinapatikana ndani pamoja na nje, lakini pia kwa wale ambao sio wanachama nchi nzima pia nitoe wito waweze kujiunga katika uh, kuwa wanachama wa chemba wa wafanyabiashara wenye viwanda pamoja na kilimo. Chemba hii ya wafanyabiashara ina ofisi katika mikoa yote ishirini na sita, Tanzania bara, lakini pia ina ofisi katika wilaya zote nchini. Kwa popote ulipo, kama wewe ni mfanyabiashara wa chini fanya biashara wa size ya kati au mfanyabiashara mkubwa, ni muda muafaka sasa kujiunga na kuwa mwanachama wa chemba wafanyabiashara TCCIA ili uweze kufaidika na kufanya biashara na vile vile kushirikiana na wafanyabiashara wenzako nchi nzima, kuchangamkia fursa na biashara ambazo zimo ndani na nje ya nchi. Naendelea kutoa wito na kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuifungua nchi yetu na kuweka mazingira bora na wezeshi katika eh, kufanya biashara hapa nchini. Katika kongamano hili, round table meeting hii ya leo, tulikuwepo na Mheshimiwa Waziri wa Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo, ambaye amesisitiza sekta binafsi kuendelea kupanuka na kufanya kazi kwa kujituma ndani pamoja na nje ya nchi na kuwezesha wafanyabiashara wote wadogo wa, wa saizi ya kati na wakubwa kuhakikisha wanafanya biashara katika mazingira mazuri, lakini wanachangamkia fursa zinazopatikana kwenye maeneo ya kilimo, viwanda, utalii, eh, energy kwenye maji na kadhalika ili kuhakikisha kwamba kwanza tunainua pato la Mtanzania, lakini wafanyabiashara wataweza kufanya biashara na kuendelea kukuza, kulipa kodi ambayo kimsingi tutaongeza, inaitwa tax base. Kwa hiyo niendelee kushukuru na ni naendelea kumshukuru kwa hii round table. Lakini nitoe wito pia baada ya wenzetu hawa wafanyabiashara kutoka uh, nchini Mozambiki, sisi kama chemba wafanyabiashara tunaandaa pia kongamano ambao tutaondoka na wafanyabiashara wote kwenda nchini Mozambiki katika pia kupeleka fursa na kuangalia biashara ambazo zinaweza zikashirikiana baina ya nchi zote mbili kati ya Tanzania na Mozambiki. Asante sana.